Katika hali inaashiria kuendelea kwa mvutano kati ya baadhi ya viongozi wa dini na serikali, Askofu Josephat Gwajima ambaye pia ni mbunge wa Kawe kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi na mchungaji wa Kanisa la Ufufuo na Uzima amesimama tena katika mimbari ya kanisa lake kusisitiza kauli zake kuhusu utekaji wa watu unaoendelea nchini Tanzania. Katika mahubiri yake kwenye ibada ya asubuhi ya Jumapili ya tarehe mosi Juni 2025 Kawe, jijini Dar es Salaam, Askofu Gwajima ameelezea wasiwasi wake kuhusu matukio ya watu kupotea katika mazingira ya kutatanisha, akidai kuwa hali hiyo ni tishio kwa haki za binadamu na ustawi wa taifa. Natetea Waislamu waliotekwa, natetea Wakristo waliotekwa, natetea padiri aliyeumizwa, natetea wale ambao hawajaonekana, bila kujali chama, kwa sababu mtu kama amekosea, si akamatwe apelekwe mahakamani mtu kama amekosea, si kuna taratibu za aliyekosea? Ndiyo maana sema si vyombo vya dola, kwa sababu vyombo vya dola kazi yake ni kuaresti. Vyombo vya dola haviteki, polisi hawateki, idara ya usalama wa taifa hawateki, jeshi la wananchi hawateki, uhamiaji hawateki, magereza hawateki. bila shaka bila shaka kunaweza kuwa mwambie wenzao, kunaweza kuwa na ka kikundi fulani, ambako haka ndio nakatumia meseji kwamba kila silaha utakayofanya haitafanikiwa juu ya taifa la Tanzania, katika jina la Yesu. Mtu aseme haleluya. Hayo yanajiri ikiwa ni siku chache tu baada ya Rais Samia Suluhu Hassan kutoa matamshi yaliyotafsiriwa na wachambuzi wa siasa na maswala ya kijamii kama kijembe dhidi ya Gwajima alipohutubia mkutano wa Chama cha Mapinduzi CCM jijini Dodoma, na kuonya dhidi ya wale wanaotumia majukwaa ya dini kama njia ya kuchafua taswira ya serikali. Tukitoa mwanya, ndugu zangu, tukipitisha wanaotafuta tu, na mie ni wemo, ndio tunapata wale wanaokwenda huko chama kinakuwa Gwajima naizi. Kwa hiyo kwa vyovote vile tusigwajimanaizi chama chetu, magwajima tuyaache nje. Askofu Gwajima ameendelea kusitiza kuhusu msimamo wake kwa matendo ya kikatili ya utekaji ambapo anadai unafanywa na watu wenye mapenzi mabaya na taifa la Tanzania, huku akiingia kifua chama chake. Kwa sababu mimi si nimekataa utekaji tu, mimi nimesema Watanzania wasifanye nini? Wasitekwe basi. Na kama mtu asingenijiu mimi nisingesema haya. Mimi kwa kadiri unavyonichokoza ndivyo ambavyo jitu linaamka ndani yangu. Na chama cha mapinduzi, Gwajima ni hazina yenu, Gwajima ni hazina yenu ya CCM. Mnaye mtu ambaye hamjamjua bado, narudia tena. You have a person that you don't understand yet. Hamjamjua bado, mtu mliye naye ni mtumishi wa Mungu wa wote, na anatakiwa afanye mapenzi ya Mungu kwa wote, na saa imetimia. Naam, atukuzwe mwana wa Adamu. Tumpigie Yesu makofi makubwa kabisa. Aidha, Askofu Gwajima amemtaka mbunge wa Kinondoni kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM Abbas Tarimba kukaa kwa kutulia kuhusu swala la ukosoaji aliyoufanya akiwa bungeni kuhusu mkutano wake na waandishi wa habari akizungumzia suala la utekaji. Narudia tena, ikiwa utaendelea kungang'ania, kwa sababu ni rahisi kusema kwamba ilikuwa rahisi tu kwamba na sisi tunakataa watu kutekwa, na ushauri aliyoutoa askofu tunaukubali au tunaukataa. Nikamwona ponjoro mmoja wa hapo Kinondoni, nikamwona ponjoro mmoja wa hapo Kinondoni, ambaye kazi yake ni kuchezesha kamali, ambaye hata Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala hapendi mambo ya kamali, na yeye eti anaongea, anasema, anasema eh, Gwajima anasema mtoto wa watu mimi nimetaja watoto wa wote nimetaja mtoto wangu Jordan, nimetaja mtoto wa Majaliwa, nimetaja mtoto wa Samia Suluhu Hassan, nimetaja mtoto wa watoto wa watu wengi. Eti yeye anaumwa na mtoto mmoja tu, eti yeye ni mtoto mmoja tu, eti yeye ni mtoto mmoja tu. Sasa nisikilize, ponjoro wa Kinondoni, nikikuamkia wewe utabaki vipande vipande, kwa maana ya nikikusemesha Kinondoni yote itakukataa na utanuka kinyesi. Tulia, kaa kwa kutulia, kaa kwa kutulia. Hapa unaongea na jasusi la mbinguni. Miaka hivi karibuni, Askofu Zakaria Kakobe, ambaye ni mbeba maono wa huduma ya Full Gospel Bible Fellowship, aliwahi kusisitiza kuwa Askofu Gwajima ni mtu sahihi kwa sababu anaeleza kweli ya Mungu miongoni mwa watu, ambaye nimetokea kumpenda sana kwa sababu yeye anapigwa mawe na anafurahia kuona akipigwa mawe, kwa sababu wanasema mti wenye matunda ndio unapigwa mawe, si ndio? Yeah. Shetani amekuwa anamshambulia kwa sababu huyu, nimekaa naye muda mrefu, nimethibitisha wazi wazi wazi, ndani yake kuna Mungu. Yeah, ndani yake kuna Mungu ndani yake na shetani ambaye amekuwa ananishambulia naye ameanza kwenda njia hiyo. Unaona, majuzijuzi wakasema Kakobe ametoroka, si ndio? Shetani kwa sababu ni joka wa zamani hana mbinu mpya. Nikaona kigazeti kimoja cha udaku majuzijuzi nacho kimeandika taarifa kubwa, habari kubwa, Gwajima atoroka nchini. Joka wa zamani, Gwajima tunaye. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema hali hii inaweza kuathiri taswira ya taifa kimataifa, hasa linapokuja suala la uhuru wa kutoa maoni na nafasi ya taasisi za dini katika kushiriki kwenye mchakato wa ujenzi wa taifa. Wakati huo, baadhi ya wananchi wanaunga mkono hatua ya Askofu Gwajima wakiona kuwa anatimiza wajibu wake wa kiuchungaji kwa kuzungumza masuala yanayowahusu watu wa kawaida. Serikali bado haijatoa tamko rasmi kuhusu matamshi ya hivi karibuni ya Askofu Gwajima ingawa baadhi ya maafisa waandamizi wamekuwa wakisisitiza kuwa usalama wa raia ni kipaumbele na kwamba madai ya utekaji yanapaswa kuwasilishwa kwa vyombo husika vya uchunguzi. Hivi karibuni baada ya Askofu Gwajima kuibukia kwenye vyombo vya habari na kuzungumzia masuala ya watu kupotea kutekwa na wengine kuuawa, mbunge mwingine wa Kisesa kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi, Luhaga Joelson Mpina, aliitisha mkutano wa hadhara na kuinyooshea kidole cha lawama serikali ya awamu ya sita, huku akitaka waziri wa mambo ya ndani ajiuzuru. Hatuwezi kuzimaliza changamoto za taifa letu, hatuwezi kuzimaliza changamoto za taifa letu kwa kuongea kwa lelemama, kwa kutokuambizana ukweli. Hata mahala palipoharibika mnapongezana. Watu wanatekwa, nyinyi mnapongezana, badala ya kuhakikisha kwamba waziri aliyoko madarakani wa waziri waziri wa mambo ya ndani, wananchi wanatekwa. Anatekwa mwananchi wa kwanza, anatekwa mwananchi wa pili, anatekwa mwananchi wa tatu, anatekwa mwananchi wa themanini, bado yuko ofisini. Hata hivyo, mpina aliwataka Watanzania kufahamu kuwa wote wenye nia njema na taifa la Tanzania hawapendezwi na hali inayoendelea kwa sasa ya watu kutekwa, Kupotea na wengine kupoteza maisha. Na mimi mbunge wenu, msimamo wangu katika haki, msimamo wangu katika haki hauwezi kuyumba na hauwezi kuyumbishwa na yoyote. Tutaendelea kuwasaisha kama wanasaishika, na sisi tutaendelea kumsaidia Mheshimiwa Rais mahala ambako aone kwamba hapa kuna changamoto kubwa na kuchukua hatua Yaani, badala ya kuchukua hatua za watu ambao wametekwa, wale wanaolaani mambo ya kutekwa ndio wanalaumiwa, tutakuwa na taifa gani la hivyo? Kwa sasa macho na masikio wa Tanzania, ya Watanzania yameelekezwa kwa pande zote mbili, serikali na viongozi wa dini, huku kukiwa na matarajio ya majibu yenye majadiliano, ukweli, na hatua madhubuti za kukomesha vitendo vya ukiukwaji wa haki, ikiwa vitathibitishwa.